Habari na karibu kwenye muhtasari wa soko kwa wiki iliyopita ambapo tutakuletea maendeleo mbalimbali yaliyotokea kwenye soko la hisa na dhamana hapa Tanzania kwa wiki ya biashara iliyoishia tarehe ishirini Juni, ikianza na soko la hisa la Dar es Salaam, kumekuwa na ongezeko kubwa katika mauzo ikichangiwa na block trade ambazo zilipita kwenye kampuni kama vile TCC, CRDB na VODA, ambapo idadi ya mauzo imeweza kuongezeka kwa asilimia 141.44 141, kutoka shilingi za kitanzania bilioni 12.9 hadi 31.2. Katika mauzo haya CRDB ilichangia asilimia 88.35. Vodacom aliweza kuchangia asilimia 3.45 na TCC alikuwa na mchango wa asilimia 2.51. Kampuni zilizoongezeka thamani kwa wiki iliyopita yani top gainers ni kama vile DCB iliongezeka thamani kwa asilimia 3.7 na kufunga wiki kwa bei ya 140 kwa isa moja. Mkombozi Commercial Bank aliongezeka kwa asilimia 2.97 na kufunga wiki kwa bei ya 1,040 kwa isa moja. Top losers yani, kampuni zilizoshuka thamani kwa wiki iliyopita ni kama vile MCB aliyoshuka thamani kwa asilimia 10.71 na kufunga wiki kwa bei ya mia mbili na hamsini kwa hisa moja. Tanga Cement alipungua thamani kwa asilimia 5.91 na kufunga wiki kwa bei ya elfu moja mia saba na hamsini kwa hisa moja. Voda alipungua thamani kwa asilimia 5.77 na kufunga wiki kwa bei ya 490 kwa hisa moja. Nico naye alipungua thamani kwa asilimia nne nukta moja saba na kufunga wiki kwa bei ya mia tisa na ishirini kwa hisa moja. Na tukiendelea na na soko la hatifungani, soko la awali, Jumatano tarehe 18 Juni, BOT iliingia sokoni ili kufanya mnada wa re-opening kuuza hatifungani ya serikali ya miaka ishirini 0 inayotoa riba ya asilimia 15.25 kiwango cha usajili katika mnada huu kilikuwa asilimia 132.35 na pia bei elekezi katika mnada huu imeweza Zeka, kutoka minada mitatu iliyopita ya hatifungani hii ya miaka 20 hadi kufikia bei ya 109.7542. Wastani wa riba katika mnada huu ya ni weighted average yield to maturity imeweza kushuka kwa asilimia 0.6054 kutoka asilimia 15.1054 hadi asilimia 14.5 katika mnada huu na tukimalizia na soko la upili, yani secondary market, kumekuwa kuna kushuka kwa thamani katika mauzo kwa asilimia 40.07, kutoka shilingi za kitanzania bilioni 245.7 hadi kufikia shilingi za Kitanzania bilioni 147.3. Na shughuli za soko zilikuwa dominated zaidi na zile hatifungani za muda mrefu, na idadi ya miamala, yani number of deals, katika wiki iliyopita ilikuwa 121.